Bunge leo hatutengui kanuni za bunge sababu anayeleta hati hiyo ni mwanajeshi na ni askari, na wao wanafursa kuingia ndani kwa mujibu wa kanuni zetu.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

<clears throat> Waheshimiwa, waheshimiwa, naomba tukae, hajaapishwa bado, naomba tukae. Sasa namruhusu mwakilishi wa Mheshimiwa Rais aweze kurudi kwenye majukumu mengine. Asante sana kamanda.